Kuhakikisha wananchi wanaimarika kiuchumi. Tangu kuanzishwa kwa utoaji wa mkopo huu wa asilimia kumi za halmashauri halmashauri yetu ya manispaa ya Shinyanga imefanikiwa kutoa kiasi cha milioni 490 ambayo tunakabidhi leo, lakini wametenga kiasi cha milioni mia nane kwa ajili ya vikundi vya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu kiasi hicho kitaenda kuwanufaisha wananchi mbalimbali kutoka katika kata zote 17 za manispaa ya Shinyanga. Hivyo kupitia fedha hizi wananchi wameweza na wataweza kutekeleza shughuli za uzalishaji mali ambazo ni pamoja na kilimo, uvuvi, ufugaji, unenepeshaji mifugo, mama lishe na baba lishe pia lakini, pia ushonaji, usafirishaji na biashara nyingine ndogo ndogo inazowezesha kunufaika na kukuza uchumi wa kaya mkoa na taifa kwa ujumla. Kwa kipindi cha Julai hadi Disemba, jumla ya maombi uh, 60 kwa maana kutoka kwenye vikundi 60 ya mikopo ya vikundi vya wanawake yalipokelewa yenye thamani ya shilingi bilioni 1 na milioni 584547 na 100 yalipokelewa na kuratibiwa. Ndugu mgeni rasmi, baada ya kupitia kwa kina maombi ya mikopo kuanzia ngazi ya kata hadi kamati ya uhakiki ya wilaya, jumla ya vikundi 30 kati ya 60 vyenye shughuli mbali mbalimbali za kiuchumi kama vile kilimo, kilimo cha umwagiliaji, mboga mboga, matunda, ufugaji wa ng'ombe na kuku, usafirishaji wa abiria, biashara ndogondogo, huduma za kifedha uuzaji uh, wa nishati safi kwa maana ya gesi, ushonaji, ununuzi na uuzaji wa nafaka, biashara ya ujenzi, vifaa vya ujenzi, utengenezaji wa sabuni. Vikundi 30 vilikidhi vigezo na kufanikiwa kupitishwa kukopeshwa mkopo wenye thamani ya milioni 490,652.4 kwa mchanganuo ufuatao vikundi ishirini vya wanawake vimepata mkopo wenye thamani ya shilingi milioni mia tatu kumi na nane, vikundi vya vijana tisa vilipendekezwa kupata mkopo wenye thamani ya shilingi milioni mia moja sabini nukta sita na kikundi kimoja cha watu wenye ulemavu kilipendekezwa kupata milioni mbili. Eh, kwa jina anaitwa Richard John Thuluimba, mfanyabiashara wa soko la Ngokoro Najihusisha na biashara ya kuuza viatu na mabegi, na mkopo huu na, na uzungumzia ni, ni mkopo ni mzuri ambayo kwa kila mmoja aki, akifuata masharti yanavyotakiwa atanufaika na mkopo huu. Kilicho nisukuma kwamba nilikuwa tayari na mtaji mdogo, sasa ikabidi ili nipate nguvu nikafanya proses za mkopo huu. Mimi nimejiandaa vizuri kwa sababu ile ni hela ya watu, kwa hiyo um, naitaka kuheshimu hela ili, yeah. ili na wengine wapate. Ah, kabla ya mikopo hii hali ilikuwa ni ngumu eh, kwa sababu unakuta una, una mali chache unashinda tena kwenda sokoni ili kuleta mali mpya mzunguko mm, ulikuwa ni mdogo. Wale walemavu waskai tu ndani mitaani inakuwa haipendezi, e, wajihusishe na masuala ya biashara na vikopo vilevile. Mimi kwa majina naitwa Musa Simoni Nkuba, ni mnufaika wa mkopo huu wa vijana fungu la asilimia kumi kwa mara ya pili. Kundi chetu kinaitwa vijana waendesha bodaboda hapa Shinyanga mjini. Sisi tumekuwa wanufaika wa mkopo huu kwa mara ya pili kwa sababu ya kufata na kuzingatia utaratibu ambao serikali umeuweka katika mikopo, lakini tume tumefanikiwa kupata mara pili baada ya kuwa tumefanya marejesho ya mkopo wa kwanza tukamaliza ndani ya muda. Kwa hiyo tukatengeneza CV nzuri na ya kupokelewa kwa awamu nyingine. Sisi kama vijana kwa na sisi tunafurahia, lakini pia tunawamotivate hata na vijana wenzetu kuona kwamba mikopo hii ipo kwa ajili yetu na ina manufaa. Sisi tunafanya shughuli ya usafirishaji wa abiria maarufu kama bodaboda. Kwa hiyo kama tulivyomaliza hivi awamu ya kwanza, na sisi tumepata fursa ya kutoa ajira kwa vijana wenzetu, kwa maana sasa sisi tutapokea pikipiki piki zingine zile tulisho, tulisho, tulisho, ambazo tumeshamaliza kuzilipia na sisi tutatoa ajira, kwa hiyo tunatanua wigo wa kipato Jina, naitwa Ana Rujegi Chambi, ni mwana kikundi kikundi cha ushirikiano Kizumbi. Sisi huwa tunajishughulisha na kutengeneza sabuni ya maji. Awamu hii tunachukua awamu ya tatu. Marejesho yetu sisi huwa tunajipangia kwenye kikundi chetu, pesa tutakayopewa huwa tunajipangia, yaani huwa tunaongeza zaidi rejesho letu, kwa sababu sisi huwa tunajipangia miezi kumi tu kurejesha rejesho letu. Kwa maana hiyo sasa, huwa tuna balance kwamba tumeambiwa serikalini tutoe rejesho kadhaa, ila sisi tunaiongeza. Kama tumeambiwa laki mbili, sisi tunaweka laki tatu. Kwa maana hiyo hapo tunamaliza rejesho mapema, huwa tunarejesha ma... miezi kumi tu tunamaliza rejesho letu, ndio sisi tumejipangia hivyo. Changamoto yani, kwa kweli sisi tuna wateja wetu wazuri sana. Changamoto kwa kweli hatuna, kwa sababu tukipeleka mzigo wetu pesa tunapata bila shida. Na wengine sasa tuwa tunauza warejareja tu wa kawaida, kama mtu tu nyumbani anachukua hivyo hivyo, mnawauzia wawili watatu hivyo, kwa sababu huwa tunazigawana ambazo tunauza sasa kwa watu majumbani, tunazigawana mnazunguka kwenye majumba ya watu. Ehe, hizo huwa tunazungusha hivyo, tunazigawana tunazunguka, ila hizo ndio huwa tunapeleka kabisa kwenye taasisi, tunapeleka sasa nyingi kwa mkupuo zenyewe.